baba, baba Vipi, anasema huyu alikuwa rafiki yangu, ninataka nisema ukweli, ili kama nachanganyikiwa mimi nataka nisema ukweli. Yesu, Yesu we ye, Yesu nini sema baba, sema hapa <laughs> anaeleza, oh baba mm, ni rafiki yangu alikuja kunitembelea sasa. Kwa kwakweli baba baba, nimeanguka na ni, nime, umefanyaje? Ameshika zile zile, hiyo hicho kiushani ni kama kaulembo fulani alopo na watu wajanja, ujue uwezi kujua

mzima kabisa usije omba ugudwe na shida ambayo ebisha, unakoka, e, ni, yu, ne, ni kama inakuwaibisha ni kama unataka kusema umeokoka ni kama unajua yani yule ndapo ni kama chizi hiyo. Yesu msame Yesu tena. Hata wewe unaomba hata elimu ni <laughs> nikamwambia <laughs> tulia, nyamaza, kaa. Nilipoenda kwa yule ndiye nikamwangalia, roho ikasema omba nani? Nikaanza kuomba toba, Mungu naomba rehema, msamehe huyu mtu, baba, ninaomba rehema wewe Mungu usikumbuke hatia na naomba topa we, nikaanza kuomba fulani, sije nikamtaja hapo kwa kufananisha na jina la ndugu yako fulani <laughs> eh, rudi nikaanza kuomba rudi rudi rudi, kwa nani surudi, akainuka papa akao kama chizi eh. eh. anamfuata na umetoka toka, yani ni kama akili amechanganyikiwa yule dada eh eh, anamfuata eh. anamtaja ah kaka kwa jina la Yesu, yeye anamwogopa, anamwogopa. Nikasema badilika, alikombe tunapendana, bidiwa mtuko sawa hivi, yani hiki kichinchi kidogo tu tunakukimbia. <laughs> nguvu ya ngoka. Sasa kaka yake baadaye akakaa sawa, amekaa sawa, amekaa sawa, naongea sasa, mwende mkalale nje, kesho. Yule ndogo asemamkujie gani mista kidambi, yabaki apa ya, yabaki apa ya, sawa <laughs>

Natujaribu kufundisha hapa, kuna watu tuko hapa hapo, wengine tumepoteza focus si ya Yesu kabisa, kwamba Yesu ndo anatuunganisha hapa atumo. Yani wengine tunajua hapa tumekuja tu kupoteza muda. Ukitoka nje ya mlango hapa, ni waajabu huko mtaani. Yani kuna watu wanasema huyu naye anazali sisi tiki eh, hey, wamepigwa maana jinsi walivyo, akiangalia unasema hapa kweli, hapa ni kiboko. Yani kuna wengine wanasema mimi siendi kama huyu, kweli anasimamaga kwenye ile kwaya, ndio huyu? Ah, dunia iko shida, kama ndio mpraise huyu, ndio anasema kwenye praise, huyu anafanya tabia yako inatisha umeruhusu focus kabisa umeondoka niko hapa kukukumbusha kukukumusha Yesu anaweza lazima tubaki watu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe lakini jambo la pili tunalojifunza katika umoja huo wanzilishi wa CCT ili umoja uwe na matokeo chanya tunahitaji ulio upendo uliojengwa na uzalendo upendo uliojengwa na uzalendo mimi nilipokuwa na tafakari, niliwaangalia wale wazee wale maaskofu, niliwaona wana upendo ambao umefungwa kwenye kitu kinaitwa uzalendo. Wacha nikwambie, mtu hawezi kuwa mzalendo kama hajaanza kukipenda hicho kitu chenyewe, kikambaa, halafu anasema hiki ni chetu. Hapa ndio penyewe limefika, kwanza nakipenda. Wale wazee waliupenda umoja. Wale wazee walipenda CCT, waliipenda, wako tayari kuigarinikia, wakabeba uzalendo ndani yao. Tulikuwa tunapata historia, walikuwa wanaamua kutembea na gari moja tu, kwamba sasa natembea na gari ya skofu moja, yeyote yule, gari yoyote wanapanda hivi. Saa hizi nafikiri mchezo aache, mtu livieti lake pale limekaa linamuluma kirekirekire, aende akapande kwenye eh?

Kuna watu watu wengine hadi washtuliwe test test tunaenda yani, anatafuta kisingizio, anatamani ahame na rumu akae na watu wasio kuja ibada. Yani akiona waendi ibada, Mungu asante, wacha. Yani hadi mpaka mumbembeleze, test zinatumwa na wazee wa kanisa, kesho ibada. Wewe unafanya nini? Yani wewe unatumia nani? wewe wa kutumiwa tu, jamani. Hivi kuna watu wameomba kuwatumia wenzao kwa nini jamani? Nimesema mtu wewe, wenzako vipi? uzalendo wako uko wapi? Na mimi ninaposoma maandiko, nikimwangalia, kuna mtu huyu anaitwa huyu Musa huyu, kwenye Waebrania 11:24 Musa anaitwa Musa huyu jamaa. Biblia inasema kwenye Waebrania 11 ule mstari wa 24, Biblia inasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali kupata mateso na ma watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo tu, akihesabu yote yoyote takatakataka. Kwa imani alipokuwa mtu mzima alikataa. Na nami nilipokuwa ninatafakari, si ilikuwa mtu mzima, sio? Alipokuwa bonge alipokuwa ah! Alipotambua, what is this akajaribu kufanya assessment hivi, hapa ndio niko sa, sa sawa sawa hapa alipo akasema, no no no no no, Musa ndio yule mama aliokotoa gakuli akalelewa kwa mfalme, yuko kwenye hodi ya mfalme na yeye anaitwa ni mmoja wa hilo eneo, yaani kama leo ni kama yuko ikulu vile kwa mama Samia, yaani ndio anakaa na yeye kama analithiriki kwa mfalme kidogo hivi, mshe kukuta mtoto alaisi, wa rais anakuja kwenye chepo, askari wamejaa, naambia kweli, ujue mtoto wa anakuja hapo oh. Anaka ufalme kana mkia mkia kidogo, usi? Ndio mnanikatalia haya. Turudi kule tulipo tuliotoka kijijini, wenzangu nyie, wenzangu tuliotoka kijijini. Haya, mlikuwa mnamuonaje mtoto wa mwalimu, ili tukukushane ni kama unataka awe rafiki yako kidogo. Yes yeska yani e, at least unaonukia nukia. Sasa mmoja ma anatoka kwenye ufalme

huyo incharge, huyo mkuu, lakini sina hakika mnampa support kiwango gani? Mungu support kweli. Amen. Yeah. Amen. Mungu awabariki sisi. Mungu kumpa support unajua. Mungu tunamweka. Unyo hiyo, viongozi kuna wakati wanafika wanataka kusoma kama wewe. Kuna wakati na wao wanachoka, wanataka kutulia. Lakini ukiangalia kuna jambo lije. Wamekutegemea wewe halafu ndio kwanza unajifanya kama una time nini? Hadi ubembelezwe mteule. Majina yote wanataja. Mpendwa, mpendwa. Mtumishi wa Bwana, mteule.

Oh, nilijisikia vibaya. Na profesa mmoja, watoto wake wote wako nje ya nchi. Sasa aka- akaweka utaratibu, wakija wakaombewe baraka. Kwa hiyo akamwandaa mchungaji fulani, mimi ndiyo mchungaji wake. Kwa hiyo akaandaa mchungaji akawaombewe baraka. Kwa hiyo akaja mchungaji, upo nipo, nimeona tulipita mara moja, wakusainie, tunaenda mahali Ah, sawa. Wakaingia watoto wale, mchungaji, wewe wamechukua we, we, wamechukua uraia huko, mchungaji, bari zuri halo, wale watoto wanampenda yule prof. Unajua kuna watu wanabadilisha gari, ujue kama wao wanabadilisha nani mawiki hivi eh? Unajua, unanielewa kweli, wanabadilisha wanashuka hapo na gari wao, wanaangalia wacha sisi tunatumia magari mabovu yaliyotumika, gari nimekaa, wanaingia pastor

huyo prof ni mama kwa sababu chini alichukua kama tu kusaidie, akamtaja na mchungaji wa naye, tunenda kwa mchungaji flani, tunaweka appointment ah uh, sasa huyo hapa atafanya yeye maombi yeye. Nikaona mimi kama sio mchungaji, nimekuwa MC mimi, kama MC wa ibada vile, haijawahi kukukuta unacheka sababu je, mkukuta? Yaani muumini wako anakuaga, anaenda kufanywa maombi nawe kazi yako ni kufanya maombi hii, unaelewa hiyo? Halo, nilisikia Mungu moyoni kama kuna kitu kimefanya ta. Okay ya yeah. Saa kwa hiyo mama mnaenda, ehhe, kwa hiyo mchumaji umshukuru Mungu ili ah. Ah, yeah, twende <coughs> ahh, haya, tusimame umeshawe kuomba maombi ambayo moyoni unalia ikasema Mungu uwabariki, iki kupendeza dhihirisha kwamba huko na hapa karaha. Yani naongea moyoni, yani unajua ile, wachache mtanielewa, yani umezama yani moyoni, kama utaona nini kwa ruga kwa ile hizo, yani uko deep kwa Mungu. Mimi nakosa gani? Yani na dhambi za aina gani? Yani na kitu gani sina likasema tunaomba hivyo, tumeshikana mikono ni duara, machozi yanatoka zile dakika mbili, yule mdada mapepo ya kaza, hey! nafungua macho hey, hey, hey. na mapepo wakache nambe, yes kwa jina la Yesu anaza eh, hey! ha wewe unatania, nimegeuka pembeni, ninaomba ya nimeleta na mgogo yeah. hivi thank you Jesus ya yeah. hapo naangaika mapepo, achia kwa jina la Yesu, acha nikaanza kuongea kibera, hapo nikaanza kuongea lugha ya kwao huko <laughs>

Watumishi wa Mungu walioanzisha katika kila jambo ili liende linahitaji kiwango chako cha unyenyekevu mbele za Mungu, kiwango chako cha unyenyekevu mbele za Mungu, kiwango chako cha unyenyekevu mbele za Mungu, kiwango chako cha unyenyekevu mbele za Mungu kiwe katika eneo ambalo Mungu anafurahishwa nacho mazungumzo ya unyenyekevu mbele za Mungu. Kiwango chako cha unyenyekevu mbele za Mungu. Ukiangalia waraka ya kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 6 na wa 7 inatukumbusha juu ya kunyenyekea ili Mungu atuinue kwa wakati wake. Asema Kristo asasi. Na Kristo asasi. Unyenyekevu wetu mbele za Mungu ni mdogo kuliko mbele za watu. Unyenyekevu wetu mbele za Mungu umekuwa mdogo kuliko hata kwa wazazi wetu. Unyekevu wetu mbele za Mungu umekuwa mdogo kuliko kwa walimu. Unajua, yaani kuna mwalimu mpaka anataka kumlomba miguu, unajua. Halafu unakula sentesi dogo sana ya, kuya ya, kuya ya, kuya ya kushika sentesi yako ni nini? Sasa unajua, huyu ameshika maisha yangu, kashika maisha yako kwa sababu hiyo somo. Hebu wao wameshaanza hapo pale. Huyu ni mbeba atakutunza kale hivi ni chote na kulinda huyu Mungu anakupa neema. Je, unamwona kama wa kawaida? Sijasema msiwaheshimu wazazi, sijasema msiwaheshimu walimu. <laughs> Na uzungumza unyenyekevu wako kiwango chako mbele za Mungu kikoje. Yeye nataka niweke kwako mbele, kiwango chako. Hivi unakumbuka Mungu ndio amekutoa alikukutoa. Hivi unakumbuka ulikuja hapa ya yamkini hata nguo ulizopewa ulizovaa umeazimwa. Hivi unakumbuka begi lako ilikuwa limeshona shona? Hivi unakumbuka kule waliomba hela kwa watu wameomba na wanakopa kwa jirani uje chuo. hivi unakumbuka kule mtano ulipotoka namna ambavyo watu walikuona wewe umekwisha kabisa. Hivi unakumbuka Mungu ndiyo alikusimamia. Hivi unakumbuka kule sekondari ndihuyo kita pita, unakumbuka kule unapita form 6. unakumbuka hivi unauangaliaje mwaka wa kwanza na huko mwaka, mwaka wa tatu Unaonaje mambo yalivyokuwa magumu? Yaani kozi ya, ya, ya kisomi, yaani hata uelewi nifanyeje. Yaani presentation za hapo tu umefanyiwa zote na mna watu, Mungu amekusaidia. Yaani kazi yako ni kusema tu andika jina, andika jina besti niandike, lakini Mungu amekunyamazia, amekutendelea. Yaani ili najaribu kukufikirisha, hivi unasogea mbele za Mungu kumwambia Mungu kama sio wewe nisingekuwa hapo. Hivi unakumbuka wakati ule watu wamekuacha kabisa. Yule mkaka umemsapoti wewe, yule mdada unakumbuka alichokufanyia lakini bado uko hapa. Yamkini ungekuwa umekufa unajua. Kwa sababu ulifika mahali hauoni neema ya kutoka. Na mimi niliwaombea wakaka mlioa hiki kipindi tunachoelekea cha mitihani sio cha kuachana. Kama ulimpenda mpende hivyo kwa milele, yaani mpaka tumalize mitihani. Na kataa mambo ya kuachana kwenye mitihani, ndio unaandika text. I'm sorry. I'm sorry na kitu gani? Wewe ulikubali kubali hivyo hivyo. Yaani hakuna e, kutengana na kutumia na text. Ni wadada ya mnasikia? Yaani kipindi cha mitihani kama watu wana hela umempanda kaka mwingine nasema, "Niache bwana, akuache nani?" Tukule na mbele kwanza ni hamna kuachana hapa? Yaani hamna. Hadi tumalize mitihani kila mtu yuko bodo oh, no, mnasema. Ndugu yangu, sasa tusiendelee. Acha kumwachilia mastress mtu wa watu. Ukakukosea nini? Amekukosea kweli ni kwa rafiki. Hiyo amekukosea hiyo kweli. Unavyomtambikia ni stress sasa. Hiyo kukupenda ndio walikosea. Kidogo unasoma nani? Unasoma piga picha, piga picha. Huko peke yako. Bwana kweli sasa. Bwana nasikia kuna mtu. Kifuli kina nini? Wewe ndugu yangu, achana na stress yako. Wachana nayo. Hey. Yeah umenama kweli nungu ndiyo hebu mpembe wa jirani yako haya ongea naye umelizika toka hapa na mambo yako wewe mwenye uliamua kupenda penda tu hivyo hivyo hivyo kwa lawa na kuchiti wewe mwenye na, na uzembe wa kwako badala ya kuja madhabahuni Mungu aliye akupe aliye sawa sawa wewe umejitambulia kwa macho kazima huyu mwenyewe huyu asikinde huyu nimepata huyu huyu au dakika tena unampa tena changamoto mtoto wako nimesema achana na habari ya kupeana stress tunakoelekea mwambie jirani